Serikali wilayani Nachingwea mkoani Lindi imewahakikishia zaidi ya wakazi elfu nne wa wilaya hiyo walioathirika na uvamizi wa makundi ya tembo kuwa inaendelea na mchakato wa ulipwaji wa kifuta jasho, sambamba na kuimarisha mifumo ya kukabiliana na wanyama hao ili wasiweze kuvamia makazi ya wananchi. Hayo yamesemwa na mkuu wa wilaya ya Nachingwea, Mohamed Moyo, wakati akieleza juhudi za serikali na wadau wa maendeleo katika kuhakikisha athari za wanyama hao kwa binadamu zinapungua. Sisi wote mashahidi kwamba serikali imekuwa ikifanya jitihada nyingi kudhibiti wanyama hawa ili wasiharibu mazao au uh, kusababisha vifo vya wananchi. Serikali, uh, kipindi cha mwaka 2021 mpaka 2022 Oktoba tulitoa fedha zaidi ya milioni mia tatu kwa ajili ya kifuta futa jasho lakini kulikuwa na kelele za kifuta machozi kwa maana wananchi ambao walipoteza maisha yao au wengine walipata majeraha kutokana na wanyama hawa wakali. Ni faraja kwamba Rais Samia amesikia kilio cha wananchi. Wananchi watambua kwamba serikali yao haiwabezi, haiwadharau, lakini inaonea huruma na pale ambapo serikali inayopata uwezo uh, itaendelea kudhibiti wanyama hawa, lakini kipekee wananchi waendelee kutoa ushirikiano kwa wanahifadhi hawa TAWA. Pale ambapo kutokezea wanyama wako wengi basi watoe taarifa moja kwa moja kwa watu wa TAWA. Kwa upande wake, Beatus Maganja, afisa habari kutoka mamlaka ya usimamizi wa wanyama pori nchini TAWA, pamoja na Linus Chua, mhifadhi mkuu kutoka kanda ya kusini mashariki wamesema juhudi hizo zinaenda sambamba sa na utolewaji wa elimu na namna bora ya kukabiliana na wanyama wakali na waharibifu katika maeneo ya vijiji vinavyoathirika na wanyama hao. Ndugu zangu, naomba niwaambieni, kuna sehemu unakwenda mtu anaacha kuishi katika kijiji anaingia ndani kabisa kule. Sisi serikali inatambua thamani ya kwako wewe kama mwananchi, lakini inatambua hii rasilimali haiwezi kuwaacha wananchi wapate changamoto wakati ipo, haiwezekani kabisa na ndiyo maana inafanya kila jitihada kuhakikisha nyinyi mnaendelea kuwa salama. Elimu tunayowapa leo na ambayo tunaendelea kuwapa tunaomba, ndugu yangu, ndugu zetu, mwendelee kuishi na kuifanyia kazi. Hizi ni jitihada zilizofanya na mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori TAWA katika kuhakikisha kwamba wananchi wanakuwa salama pamoja na mali zao. Vituo hivi vyote vina askari wakiwa na silaha, wakiwa na mabomu baridi kwa lengo la kudhibiti tembo wanapoingia kwenye makazi ya wananchi. Hizo ni baadhi ya jitihada ambazo zimefanyika na mamlaka. Vilevile tunatoa elimu kwa wananchi katika haya maeneo yote yenye changamoto za wanyamapori wakati na uharibifu. Tunatoa elimu ya kujikinga na tembo, tunatoa elimu ya namna wananchi wanaweza kujie, kujiepusha na wanyamapori wakati na uharibifu tunatoa elimu kwa sababu kwanza pengine wananchi hawaelewi kwa nini tembo wameongezeka kwenye makazi yao. Tembo wamekuja wame kwenye makazi ya wananchi kwa sababu mbali moja, kwanza ni kwa sababu ya ongezeko la, la wananchi. Ongezeko la watu duniani limekuwa ni kubwa. Nao baadhi ya wakazi wa maeneo yaliyoathirika na tembo, pamoja na mambo mengine, wameishukuru serikali kwa jitihada zake za kuwadhibiti tembo hao kwa kujenga vituo vinavyowezesha shughuli za doria kwenye maeneo mbalimbali yanayovamiwa na tembo. Nditi ilikuwa ni kazi ngumu sana, tukishaona ndovu kuondoka kwa wakati, lakini TAWA wametujengea jengo ili la kwanza. Wananchi wa Nditi tunashukuru. Mwanzoni tulikuwa hatujui faida ya ile jengo, wengi tuligombana sana, jengo lio, angekwenda kujenga Ngangapu wanakotokea ndovu, mala wangejenga huko huko na chingwea, lakini kwa sasa kuwepo kwa kituo Nditi kwa mwaka huu, ingawaje imani zetu hazijatulia, lakini mwanzo wa imani unaanza kuja kwa sababu, kwa mwaka huu wakulima wameanza kufanya kazi mashambani kwa utulivu kidogo tofauti na miaka minne iliyopita, na wale ambao wamepanda kidogo mtama, kidogo mahindi, kidogo kwa, kum, kwa kupitia Bwana Baraka, mkuu wa kituo hiki, mimi nimseme yeye na kundi lake ninampongeza, kwa sababu usiku na mchana anapambana kuhakikishia